Hii ni moja kati ya nchi ambayo watu wanakula bata zaidi kwa hapa duniani. Hii nchi inaitwa Switzerland. Switzerland, haihitajiki ufanye kazi ili upate pesa. Huku watu wanaishi maisha ya kula bata bila kufanya kazi. Kwanza elimu ni bure, vile vile huduma za kijamii kama hospitali huku ni bure. Na kitu kizuri zaidi kutoka kwa hii nchi, katika siku za kazi wiki nzima ni siku tatu tu, yani wiki nzima unafanya kazi siku tatu. Siku zinazobaki unakula bata na unaendelea na maisha yako mengine na huku, wananchi wanajiachia sana kiasi kwamba watu hawana haja hata kutunza fedha, na kila mwezi serikali inamlipa kila mtu mshahara bila kufanya kazi yeyote. Unalipwa mshahara bila kufanya kazi, ila serikali inalalamika sana na inaingia sala kubwa kwa kuwa watu ni wavivu hata kwenda kuchukua mishahara ya kila mwezi. Kwa hiyo serikali ikaamua itengeneze sheria ya mtu kuwa ni lazima kwenda kuchukua mshahara wake wa mwezi kwa kuwa watu walikuwa wamejisa